Mzozo kati ya Iran na Israel unazidi kutanuka. Hii ni baada ya Marekani kuvishambulia vinu vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa juma. Hivi leo, kiongozi wa juu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amemtuma waziri wake wa mambo ya nje, Abbas Aragchi, kwenda Moscow kuomba usaidizi kutoka kwa Rais wa Urusi, Vladmir Putin. <coughs> Mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya maeneo ya shughuli za nyuklia za Iran zimetajwa kuwa ya kwanza kufanywa na Marekani tangu mapinduzi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu mwaka 1979. Hivi leo, Israel nayo imesema inaendelea kushambulia katika mji wa magharibi wa Iran wa Kermanshah huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu kutanuka kwa vita hivyo na kuwa vya kikanda. Amen. Rais wa Marekani Donald Trump sio tu ameionya Iran dhidi ya kufanya mashambulio ya ulipaji kisasi, bali amezungumzia pia juu ya uwezekano wa kufanyika mabadiliko ya kiutawala ndani ya Iran. Yote hayo yameongeza wasiwasi duniani kuhusu hatma ya mzozo huu huku bei ya mafuta ikipanda zaidi ya asilimia nne leo Jumatatu. Our

Viongozi wa ulimwengu wanaonyesha kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa kutanuka vita hivi ambapo Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama ulioitishwa jana alionya dhidi ya kuendelea kwa mashambulizi ya kulipiziana kisasi, wakati China nayo hivi leo ikitahadharisha dhidi ya kusambaa kwa vita hivyo, huku ikiitolea mwito jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi kuzuia vita hivyo kuadhiri uchumi wa dunia. China imezungumzia umuhimu wa njia ya bahari ya Guba katika pwani ya Iran. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameitaka Iran kutochukua hatua zaidi ambazo zinaweza kuathiri uthabiti wa kanda hiyo. Katika makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, mawaziri wa mambo ya nje wamekusanyika na suala la Iran na Israel ndiyo ajenda kubwa kwenye kikao hicho. Mkuu wa sera za nje na masuala ya usalama Kaja Kalas ambaye pia ni makamu wa rais wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya amesema umoja huo una wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi ya kulipiziana kisasi na kutanuka kwa vita hivi. Nikiripotia Mwanzo TV mimi ni Kasim Wanjiro. Oh,